Asalamu as alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulilahi rabilalamin waslatullahi wasalamuhu wa la nabiina muhamadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wabad, ndugu zangu wapendo Waislamu, kwa mara nyingine karibuni katika mwendelezo wa mada zetu mbalimbali zenye lengo la kuelimishana na kuzinduana katika masala ya msingi kwenye dini yetu. Leo insha allahu taala nimekuja na ufafanuzi juu ya maneno ambayo huyasema baadhi ya wahuni wa Kiwahabi ambao mbele ya Mawahabi huhesabika ni mashekhe. Maneno yenyewe wanasema Mawahabi kuwa Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala aliwahi kusema kuwa mtu akiingia kwenye usufi asubuhi, basi mchana atakuwa tayari ni mpumbavu ni kama kwamba mawahabi wanataka kutuambia au wanatuambia kuwa Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala aliwasema vibaya masufi, na maneno haya huwa wanayanukuu pale wanapotaka kuwatukana masufi. Sasa nimekuja hapa ili nitoe ufafanuzi juu ya hili kwamba, je, ni kweli Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala kiuhakika aliwasema vibaya masufi? Kuna haja tena ya kulieleza hili kwa ufupi ili watu wapate kufahamu, kwa sababu tunawasikia mara kadhaa majuhal wakiwahabi mitaani wakiyanukuu na kuyasema maneno kama haya kwamba Imamu Shafi'i kasema usufi ni ujinga. Mtu akiingia asubuhi kwenye usufi mchana ameshakuwa mpumbavu. Tunasikia maneno hayo wakiyasema wakiwaiga mashekhe wao. Maneno haya nilishawahi kumsikia akiyazungumza shekhe wa kiwahabi mushrik Kasim Mafuta, lau kama mtu atakuwa sufi mwanzoni mwa mchana akaingia katika usufi mwanzoni mwa mchana, haitamfikia dhuhuri isipokuwa utamkuta ni mpumbavu, hawezi kuwa sawasawa. Kosa langu utakuwa tarjama basi, lakini maneno yapo ndani ya po kitabu Manaqib Shafii cha Alimamu Lbaihaqi. Sasa utasema mashuhuri wote awo wapumbavu? Si mimi nimefanya tarjama ya maneno ya alimamu lakini pia nilishawahi kumsikia anazungumza maneno kama haya, Abdallah Humaid, jahili mmoja wa huko Kenya wa Kiwahabi, ama ukiniambia msufi, watu wa tariqa, mimi nitakwambia maneno limamu Shafii, ma raaitu sufiyan aqilan qattu, sijamwona msufi mwenye akili hata siku moja. Sasa kama wewe utakuwa ni katika hao, basi tumekupa udhuru.

Ukiwa msufi asubuhi, ikifika dhuhuri ushakuwa <laughs> ahmaq. Staki kufasiri nani, naambia tukana watu sana ahmaq. Nenda kaangalia, ahmaq maana yake nini? Basi ndio wewe, ikiwa utakubali kufuata ili dhehebu ili la watu wa tariqa, si maneno yangu, maneno ya nani, alimamu al Shafii. Kwa hiyo mkianza kushambulia, anzeni kumshambulia Imam Shafii, kisha mdai kuwa mwajinasibisha naye, mshambulieni ndio alioingilia. Ufafanuzi ni kwamba si kweli Imamu Shafi'i rahimahullahu taala hajawasema vibaya masufi, bali Imamu Shafi'i rahimahullahu taala aliwasema vibaya wale wanaoigiza usufi, lakini si masufi kwa hakika. Na hebu tuende katika kitabu ambacho hawa mashekhe wa Kiwahabi hutuambia tuende katika kitabu hiko, manake wao wanaposema maneno haya wote husema rejeeni kwenye manakibu Shafi'i ya Imam Albayhaqi. Sasa sisi turejee kwenye hiko kitabu, na inaonekana wazi ni kwamba wao huwa hawaendi kwenye hiko kitabu kusoma maelezo mwanzo mpaka mwisho, wanaishia kuyakata kati ili kuwapoteza watu na kuwahadaa watu, au wameenda baadhi yao kwenye hiko kitabu kusoma, lakini wakaja kupotosha kwa makusudi kwa kuyakata maneno. Sasa sisi tuende kwenye hayo wanayosema yapo kwenye kitabu cha manaqibu Shafii cha Imam Al-Baihaqi kwamba Imamu Shafii kawasema vibaya masufi. Hebu tuende sisi kwenye hiko kitabu tukasome kwenye huo ukurasa hasa ambao yapo maneno hayo ya Imamu Shafii aliyoyanukuu Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, ni ukurasa wa 207. Fungua kitabu hiki ukurasa wa mia mbili na saba utakuta maelezo kama hayo ambayo yamenukuliwa kutoka kwa Imamu Shafi'i. Bali hata ule uimara au kuthibiti hasa kwa maneno haya kwamba yanatoka kwa Imamu Shafi'i, pia hakuna uthibitisho uliokamilika, kwa sababu wale vigogo hasa wale ya hariri na kuyachambua e, madhehebu ya Kishafi'i na kuyatumikia kikweli kweli na kuyatetea wanachuoni wakubwa hasa walioyatetea na kuyafundisha na kuyabainisha hasa madhehebu ya Kishafii hawajanukuu maneno kama haya kuwa yanatoka kwa Imamu Shafii. Lakini tujalie haya maneno ndio yametoka kwa Imamu Shafii, hebu tusikilize uchambuzi wa mwenye kitabu huyo ambaye ameyaleta maneno haya kwenye kitabu chake Alimamu Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Tusikilize uchambuzi wake, anatuambia kwani Imamu Shafii je, yeah, aliwatukana kweli masufi? Aliwasema vibaya masufi au hakuwasema vibaya? Imamu al-baihaqi anatueleza hapa. Ukiangalia kwenye ukurasa wa mia mbili na saba utaona hayo maneno kwamba imamu shafii rahimahullahu taala, pamepokewa kutoka kwake alisema, law anna rajulan tasawwafa fi awwalin nahari lam yati alayhi dhuhru illa wajadtahu ahmaq. Lau mtu ataingia kwenye tasawuf, ataingia kwenye usufi E, mwanzoni mwa mchana basi haimfikia dhuhuri isipokuwa utampata ameshakuwa ni mpumbavu, ni mjinga. Sasa kwenye ukurasa huo huo wa mia mbili na saba zingatieni vizuri. Kassim Mafuta huyu mshirikina wa Kiwahabi, Abdallah Humeidi huyu jahil, na wengineo hutuambia turudi huku, rudini kwenye kitabu cha Imamul Baihaqi. Sio maneno yangu, ndo anavyotwambia au kama mtu atakuwa sufi mwanzoni mwa mchana akaingia katika usufi mwanzoni mwa mchana haitamfikia dhuhuri isipokuwa utamkuta ni mpumbavu. Hawezi kuwa sawasawa kosalangu utakuwa tarjama basi, lakini maneno yapo ndani ya po, kitabu Manaqib Shafii cha alimamu Bayhaqi, lakini maneno yapo ndani ya po, kitabu Manaqib Shafii cha alimamu Bayhaqi. Sasa utasema mashui wote a wapumbavu. Si mimi si mimi si mimi nimefanya tarjama ya maneno

Sasa tukirudi huku kwenye kitabu Imamu Lbaihaqi, mbona alishatupa ufafanuzi kwamba hapana, Imamu Shafii hakukusudia kwamba ni masufi hasa. Hebu tusome ufafanuzi wa Imamu Lbaihaqi katika kitabu hiki ambacho wao wanatuambia sisi turejee. Anasema hivi kwenye ukurasa wa 207 huo huo, anasema qultu, nisemavyo mimi, wa innama arada bihi man dakhala fi sufiya waktafa bilismi n lmacna wa birasmi an lhaqiqa. Anasema Imamu Lbaihaqi, hakika si vyengine, anaanza wainnama adatu hasr kuthibitisha kwamba anachokizungumza ndo cha kweli, ndo usahihi ulivyo. Aliyemkusudia Imamu Shafii sufi ambaye amemponda, ambay, ambay, ambay Imamu shafii ni yule sufi ambaye kaingia kwenye usufi akachukua jina na dhahiri ya ule usufi lakini akaacha maana na hakika hasa ya ule usufi. Manake ni yule ambaye kaigiza usufi lakini si sufi mwenyewe, ndiyo ambaye Imamu Shafi'i alikusudia. Kwa hiyo sufi aliyepondwa na Imamu Shafi'i ni yule sufi wa kuigiza. Tuendelee mbele, maelezo hayo ya Imamu al-Baihaqi anasema wa qaada anil kasbi wa alqa mu'natahu ala almuslimina al. Na sufi aliyesemwa vibaya na Imamu Shafi'i ni yule sufi ambaye kakaa kajibweteka, hafanyi kazi na matumizi yake akawatwika Waislamu kwamba wamhudumie tu, akawaombaomba omba. Walam yubali bihim walam yar'a huquqahum wa lam yashtaghil bi ilmin wala ibadatin kama wasafahu fi mawdhi'in akhar, na akawa huyo sufi mwenyewe hachungi haki za watu, hawajali watu, hajishughulishi na suala la kutafuta ilmu na kufanya ibada itakiwavyo. Huyo ndiye sufi aliyeelezewa na imamu Shafii. Huyo ndiye sufi aliyepondwa na imamu Shafii, ni yule sufi asiyetaka kujishughulisha na ibada, asiyetaka kujishughulisha na ilmu, asiyetaka kujishughulisha na kazi, ndiye ambaye kapondwa na imamu Shafii. Lakini sisi tunajua ukiingia kwenye tasawuf, ukiwa sufi, ndo umeingia katika njia ya haki, ndiyo Ahlusunna Waljamaa utakuwa si tu mchamungu, ni mwenye ilmu na adabu pia. Nyinyi mawahabi mlipoufuata uwahabi wa, ndio mkakosa adabu, maarifa, mkakosa hata hiyo elimu na uchamungu, mkabaki kutukana watu na kufarakanisha waislamu na kuwafundisha watu ukristo badala ya itikadi sahihi. Ukienda mwishoni mwishoni mwa ukurasa huu wa mia mbili na saba kwenda kwenye ukurasa wa mia mbili na nane sasa anasema Imamu Albaihaqi rahimahullahu ta'ala

akawa na ukweli wa kumtegemea Allah, akamtegemea Allah kikweli kweli, na akatumikia vizuri adabu za kisheria, akawa anafuata vizuri mwongozo katika kumtumikia Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada, akawa anafanya ibada vizuri, na akawa anaishi na watu vizuri, anachanganyika na watu vizuri Sufi huyu anayefuata vizuri Qur'ani na Sunna anasema Imam al-Baihaqi: faqad hukiya anhu annahu asharahum wa akhadha minhum. Hakika pamesimuliwa kuwa al-Imam al-Shafii alichanganyika na masufi hawa, alikaa nao na akachukua ilmu na maarifa kutoka kwao. Jamani eh, wewe mwehu Kassim Mafuta na wewe mwehu Abdallah Humaid na mamwehu wengine wa Kiwahabi ambao wanasema Imamu Shafi'i kawasema vibaya masufi, rejeeni kwenye kitabu cha Manaqibu Shafi'i cha Imamu al-Baihaqi. Jamani, nyie mmesoma wapi? Kitabu hicho kipi mnachokizungumza nyinyi? Manaqibu Shafi'i ya Imamu al-Baihaqi ipi? Kwa sababu Manaqibu Shafii Imamu Al-Baihaqi ambayo mnatuambia turejee, baada ya maneno hayo kuyanukuu, Imamu Al-Baihaqi anatolea ufafanuzi, anasema hakika ilivyo ni kwamba Imamu Shafii hapa alikuwa na waponda baadhi ya watu wakati huo walikuwa wanajitia usufi, lakini sio masufi wa kweli, ni watu ambao wababaishaji tu wanaofuata usufi kijuujuu, lakini wale masufi wenyewe hasa wa kweli alikaa nao na alichukua maarifa kutoka kwao. Kwa hiyo Imamu al-Baihaqi rahimahullah anatueleza kwamba Imamu Shafii kakaana masufi na kachukua maarifa kutoka kwao na hajawaponda masufi wa kweli. Kwa hiyo acheni kukatakata maneno, acheni kuwadanganya na kuwahadaa watu. Sisi tupo hapa kwa ajili ya kubainisha, insha Allah, manhaji yenu mbovu ya ushirikina na itikadi za Kiyahudi, akhlaqi zenu na mwenendo wenu mchafu ambao uko mbali na Qur'ani na Sunna. Musitake kuwabeba watu na kuwahadaa watu ambao wasojua kusoma wasojua kurejea kwenye vitabu humo mitaani, mkawachukua mkaanza kuwadanganya kwa njia za kukata maneno kwenye vitabu.